Yeah. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amepokea msaada wa vifaa tiba na dawa kutoka kwa umoja wa wazalishaji wa vinywaji baridi hapa nchini vyenye thamani ya shilingi bilioni kumi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kupokea msaada huo, Majaliwa amesema kampuni hizo za Coca-Cola, SBC Pepsi, Bonite Bottlers na Azam zimejitosa kwa kiasi kikubwa kwa kutoa aina hamsini za vifaa tiba ambavyo vitasambazwa katika vituo vya afya na hospitali za rufaa za mikoa zaidi ya kumi. Kinatambua kwamba mmefanya hili kwa sababu ya umuhimu ambao nanyi mnaufahamu kwamba huduma ya afya nchini ni huduma ambayo inahitaji kuungwa mkono, tuwe na Watanzania wenye afya njema. Wenyewe ni wadau wakubwa Nataka niwahakikishie kwamba serikali hii itaendelea kushirikiana na jiu ya kikamilifu vizuri, kwa kila sekta na kwa kila jambo ambalo linawagusa kwenye biashara zenu, ili tupata maendeleo zaidi kupitia faida hii ambayo mmeipata, kuitumia kuchangia kwenye sekta afya. Naye wawakilishi wa, wa umoja huo kutoka kampuni ya Coca-Cola Basil Gazios na afisa masoko wa Pepsi Foti Webe Nyirenda wamesema wamechukua hatua hiyo kwa ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi, yani PPP baada ya kuzunguka nchi nzima kuona mahitaji ya afya hospitalini. Not only are we handing over the equipment, we are also going to provide training to the users of the equipment so that we transfer the skills into Tanzania and that the maintenance of the equipment can continue. Tulikuwa tumeshaenda tumetembelea hospitali nyingi huko mikoani nje, tukaona kuwa kulikuwa kuna vifaa ambavyo walikuwa wanahitaji. Kwa hiyo sisi tukakaa tukasema na moyo mmoja, tunaweza kusaidia, tuwaletee hivi vifaa.